Alhamdulilahi musalian ala muhammadin khairi nabiyin ursila ursula. Mwaka elfu mbili na ishirini na tano mwezi wa sita tarehe ishirini na moja jumamosi ya leo, nyuma yangu mnaona mabasi yamejaa bwelele na wanafunzi wamejaa tele Si chini ya nchi tatu zinaelekea katika mji unaoitwa Fas hapa nchini Moroko, kwa nafasi ambazo Mheshimiwa Mufti Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali ametupa kuja kuiwakilisha Tanzania kwenye mafunzo haya. Leo tumepewa bahati na nafasi ya kwenda kutembea katika mji wa elimu, mji wa Fas, mji aliozaliwa Ibnu Ashir na wanawazuoni wengi wakubwa. Namwomba Mwenyezi Mungu atujalie safari hii njema. Mtakuwa na mimi ripota wenu ndani ya Zahmid TV, safari nzima hii tutawaletea

Asili ya mji mkongwe ni miji yote ya Kiislamu zamani, kulikuwa miji kwa sampuli mbili, kuna mji mpya na mji wa zamani. Fas hii ambayo unaisikia leo hii nayo ilikuwa hivyo hivyo, ilikuwa ina sehemu mbili, ilikuwa ina mji mkongwe, alafu ilikuwa ina mji mpya. Huu mji mkongwe katika sifa ambazo wanasema wanahistoria wa hapa waliotueleza, kila mtaa katika mji huu ulikuwa una madrasa yake, yaani kila mtaa kuna madrasa yake, kila mtaa kuna msikiti wake, na kila kata ilikuwa ina zaidi ya madrasa 180. Picha mnayoiona hivi sasa ndiyo madrasa ya kwanza kujengwa katika huu mji mkongwe. Mungu atujalie Watanzania, katika kila mtaa tuwe na madrasa. Tumetoka katika mji wafas tumeeleza fas iko ya sampuli mbili kuna fasi ya zamani na kuna fasi ya sasa ndani ya mji huu huu wa fas una maajabu ya sikilizeni Tanzania kuna msemo unasemwa kwamba wanawake wanaweza sasa ndani ya Uislamu msemo huu umesemwa mara mia sio tu wanaweza kwamba wakiwezeshwa wanaweza bali wanaweza bila ya kuwezeshwa na wanaweza zaidi ya kuweza. Mtawapa ushuhuda hapa, niliposimama ni katika msikiti waka, wa Karawiyin, msikiti ambao umetengenezwa msikiti huu na umeasisiwa na mwanamama. Mnasemaje nyinyi wanadamu, eti Uislamu haujampa nafasi mwanamke? Hayo maneno ni ya uongo. Ushahidi ni huu, msikiti huu umejengwa na mwanamke wa Kiislamu. Tena uliza ni lini umejengwa? Zamani, kabla ya Isaac Newton, kabla ya Albert Einstein, kabla ya Charles Darwin. Msikiti umejengwa karne ya 245 hijiria, na mwanamama anaitwa Fatimatu Alfihriya. Wanawake mnaweza na Uislamu umewapa kipaumbele mwanamke mwenzenu ameweza kufanya hichi. Wewe mwanamke wa Tanzania umepanga kumfanyia kipi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Wassalamu alaikum. Tuendelee pamoja na mimi, ziara yetu ni ndefu, bado tunasonga, bado tunaendelea. Hili wanasema mguu wa kutoka. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameuombea mguu huu. Leo baada ya kutoka katika msikiti wa Kairawin, sasa tumekuja katika mahala alipozikwa Assayid Ahmad bun Muhammad bun Salim Atijani. Mahala hapa mnapopaona, ndugu zangu wa Tanzania, msikiti huu uko dakhil al masjid, sio kharij al masjid. Uko al mm. ndani no. ya msikiti. Msikiti uko ndani ya msikiti, msikiti no. huu no. ndani yake kuna kaburi ambalo amezikwa Asayid Ahmad bin Muhammad bin Salim Attijani. Hili mnaloliona hapa ndilo lililopo katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasalama. Mungu awajalie nyote mnaofuatilia channel hii, mnufaike kwa utukufu wa mahala hapa. Hii ni miongoni mwa tarika kubwa. Mungu tukubalie, Mungu tusaidie Salama katika maisha filtizami lbuyut, upo katika kutulizana, kukaa nyumbani kwako. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema thalathatun min saada, ukiwa na vitu vitatu wewe umebahatika kupata bahati kubwa katika haya maisha: ukawa na kipando, ukawa na mke mwema, lakini ukawa na makazi. Na sisi katika ziara yetu, Mungu katuchagulia makazi haya hotel Merinides hapa ndipo tulipofikia. Kenya tupo nao hapa, ndugu zetu wa Tanzania ambao na mimi ninayezungumza ni mtanzania mwenzao, na ndugu zetu wa mali tuko nao hapa kwa umoja. Udugu wa kiislamu ni wa hali ya juu. Tuko na wa Morocco hapa. Kusema ule ukweli, waislamu wote ni ndugu, hakuna kubaguana. Ziara yetu inaendelea na leo ni Jumamosi. Kesho Jumapili miguu hii itakanyaga sehemu ambazo haijawahi kukanyaga. Endeleeni kuwa pamoja na sisi mpaka mwisho. Zahmidi TV.